Mmoja katika makosa makubwa sana ambayo katika historia ya Kiislamu yaliwahi kufanyika, basi na yalipelekea kugharimu Uislamu kupoteza dola yake mwaka 1924 lilikuwa ni tukio la mwaka 1453, tukio ambalo liliwahusisha Waislamu kwenda na wa kuwafanyia ukatili manaswara ambao walikuwa wakiishi katika mji mkuu wa Constantinople ni tukio ambalo lilikuwa ni tukio la ajabu kikatili na kinyama. Wewe uenda ukawa huelewi, lakini hebu tukupe faida uweze kuelewa. Mwaka elfu moja mia nne hamsini na tatu Waislamu wakiongozwa na Ottoman, jeshi dola ya Kiislamu ilikuwa ikiitwa Ottoman Caliphate, wakiongozwa na sultani, alikuwa ni sultani Mehmed wa pili huyu wakiongozwa naye huyu, na wakiwemo wengine akina Muhammad Fatih walikwenda katika mji wa Manaswara. Huu mji wa Constantinople ni mji ambao ni wa muhimu sana kwa watu wa imani ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alayhi salam ndiye baba wa imani kwetu sote kwa hivyo, huu mji watu wa Isa Manaswara huu mji ulikuwa wa kwao huu kihistoria, tangu mwaka 330 baada ya Masih bin Maryam alayhi salam kuweza kuwa ameshanyakuliwa na Allah. Walikuwa na mji wao huu wa, wa Konstantinopo toka mwaka 330. Huu mji aliyeuchagua kwamba uwe mji mkuu alikuwa ni sio, yani, hawa waliokuwa wamekuja hapa mara ya kwanza palikuwa panachanganyikeni hapa, swala nao wamegawanyika makundi sabini na mbili kama ambavyo kazungumza rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo palikuwa panachanganyikeni ya makundi ya Wakristo, lakini kiongozi aliyekuwa wakati huo Konstantin, yeye ndiye aliyesema basi huu mji wa Istanbul, huu mji tutaufanya kuwa mji wetu mkuu saizi. Maana huyu huyu Konstantin alikuwa ni dhehebu la Wakristo kutoka huko Roma alikuwa ni kiongozi wa dola la Kiroma sio Kirumi, Roma. Kwa hivyo akaenda pale katika e, mji wa Costan, wa, wa Istanbul na akaupachika jina la kuuita rasmi mji wa kwa mji wa Konstantinopo, kwa maana ya mji wa Konstantinia. Konstantin yeye mwenyewe ndio kaupachika jina hasa. Hapa ndani palikuwa pana changanyikeni, lakini wengi katika wakazi wa pale walikuwa ni wale wema wasiotaka shareshari e, wengi, maana makao makuu kumbukaalidoaoroma, lakini huko alikuwa na mpango ndo aja apabadilishe apafanye mji mkuu. k wakazi wapale walikuwa ni wale manaswara ambao wamezungumza katikabari themani abili waikaam adadola ya kiislamu kurejea Mwaka elfu moja mia nne hamsini na tatu Waislamu walikwenda kuwashambulia hawa, wakawavamia katika mji wao, vita ambayo iliendelea kwa muda wa wiki kama kadhaa hivi, miezi kadhaa hivi, na wiki kama kadhaa hivi. Walijitahidi kweli kulinda mji wao, lakini ilishindikana, na mwisho wa siku walisalenda, wakakubali, bwana, sisi hatuwezi kupigana na nyinyi. Kilichofanyika ni nini? Wale wanajeshi wa Ottoman waliwaua wale wengi sana katika wale manaswara. Waliwachinja sana wale manaswara. Maana of course walijidefendi kwa sababu hawaelewi kinachoendelea. Hao ambao wanatushambulia na sisi hatujawaendea. Manaswara hajaje kushambulia, hajaje kutoka kwale kwa Constantinople kwenda kwenda nanili, kwenda sehemu yote ile kwenda kushambulia. Lakini kwenda Madina au kwenda Saudi kwenda kuwashambulia Waislamu. Lakini Waislamu wameenda kuwashambulia manaswara ambao hawakuwa na uadui nao. Mtume alizungumza kuhusiana na kukombolewa kwa mji wa Konstantinopo, hasa kukombolewa huko, alikuwa kuzungumza yeye ndio kutafanyika na imamu al-Mahdi za maizi za mwisho, lakini sio kule kwa mara ya kwanza. Lakini Waislamu wakaenda wakawafanyia ukatili, wakawachinja, wakawafanyia mateso, mateka Qur'ani, suratul Baqara aya nambari mia tisini Allah anakataza wale wanaokwenda, yani, wanaokiuka mipaka katika ile ambayo Allah ameikadiria. Mpigane na wale wanaopigana na nyinyi, wasiopigana na nyinyi mnapigana nao kwa nini? Lakini hapa jeshi la Kiislamu likaenda kupigana na ambao hata wapigane nao, wanawavamia makazi yao, na baada ya vile vita waislamu makosa ambayo aliendelea kuyafanya baada ya vile vita ndio ikapelekea kuhamishwa dola kutoka Madina ambako ndio makao makuu ambayo mtume aliacha dola kama makao makuu yake pale. Wakaamecha dola ikapelekwa Constantinople Istanbul, na dola ikawa makao makuu yake ni Uturuki, sio tena Madina. Kosa la kwanza. La pili wakabadilisha makanisa na kuyafanya misikiti, kitu ambacho na Saiduna Umar alikiacha, alikikataa, hakukifanya. Kipindi Sidna Umari radhiallahu anhu anakwenda kuikomboa Baitul Maqdis, kuirudisha katika mikono ya Waislamu, Jerusalem ama Masjidi l Aksa, anakwenda kurudisha lile eneo pale Jerusalem kwa Waislam. Ndani ya lile eneo palikuwa palikuwa pana eh, kwenye ule mji, palikuwa pana mji makanisa na kiongozi wa kanisa ndiye aliyekuwa mpokezi wake akamwambia njoo, eh, muda wa swala umefika, njoo swali humu kanisani. Lakini Sayyiduna Umar aligoma akasema, hapana, na hofia watu watakao kuja huko mbele wasije wakaona hichi kitendo ni sahihi waka kifanya. Kwa alionyesha kwamba okay, hawa ah, manaswara wana taratibu zao, sisi waislamu tuna taratibu zetu, waache wao washike zao. Yeye akaswali nje ya kasuwa, kanisa pale nje tu, yeye akaswali lakini Waislamu tumekuja leo mwaka 1453 Waislamu wamevunja makanisa wamefunikafunika funika picha za, za, za wale mana, manaswara wana picha picha zile za masii mama yake wamefunikafunika funika hivi tayari wame toa, toa viti, viti wame acha ndo msikiti tayari. Kanisa kubwa la manaswara lilikuwa linaitwa Hagia Sophia mpaka leo pale eh, Uturuki Istanbul Dokando, limegeuzwa kuwa msikiti mkubwa, na leo umekuwa ni msikiti wa maonyesho, msikiti wa kumbukumbu wa maonyesho, huko pale Istanbul ya leo. Kwa hivyo makosa makubwa sana yalifanyika, lakini baada ya pale wale manaswara ambao walikuwa na dola yao pale inaitwa Byzantine, eh, Byzantine Empire waliondoka, wakaona hakuna haja ya kupambana na hao, wakaondoka kwenye mji wao, wengi wakaingia mashariki, mashariki hapa Ulaya, mashariki hapa kuna vinchi kibao vya vi Azerbaijan, sijui vitu gani vitu gani, wakaingia huku na wengine waka, waka baadaye wakaja kuunda taifa kubwa sana ambalo leo linaitwa Russia. Ndo wale Byzantine Empire ndo wameenda kule, na katika hizi akhiru zaman Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa, anasema Mtume, kiama hakitosimama mpaka lije jeshi la watu elfu sabini utokea baiisa litakalokwenda kuikomboa eh, ile oai. Kwa hivyo hawa watakwenda kukomboa mji wao, sio kukomboa kuwapiga Waislam. Mtume anasema kiama akitosimama mpaka nyinyi muungane na nini, na ili jeshi la la, la, la, la, la Bani Ishaqa kwenda kuikomboa nini, kwenda kuikomboa osantinpl. Kwa hivyo kuna Waislamu hapa tutaungana na hawa Bani Ishaq, hawa Byzantine ambao kiasili walikuwa ni Rum kwenye Qur'ani wametajwa kwa jina la Rum. Lakini kidola lao lilikuwa likiitwa Byzantine. Hasa mtume anasema tutaungana nao kwenda kuikomboa tena Constantinople. Kwa maana hiyo sasa hivi tena Constantinople, Istanbul haipo mikononi mwetu tena. Na ni kweli. Sasa hivi tunafahamu Uturuki ipo NATO. Na NATO ni katika ya Yajuj wa Majuj. Kwa hivyo Uturuki ipo kwenye mikono ya maadui, inabidi irejee kwenye mikono ya wa Waislamu, kwa kwenda kuikomboa, maana yake ni tunakwenda kuisambaratisha wale NATO, itoke ito NATO akishakuwa anapambana na katika World War III wanavyopambana, wakiangamizwa NATO na katika, eh, na na na katika sahihi Muslim hadithi nambari elfu mbili mia tisa na ishirini. Anasema rasuli sallallahu alaihi wasallam, kiama kito simama mpaka alitoke jeshi katika bani Ishaq. Wale ambao tuelewe ni kwamba kupitia nabii Ishaq ndiko palikopatikana watu wa Isa, ambao e, alipatikana Masihi na kupitia Masihi ndani yake ndiko pana watu wake, ambao ndio kiasi mtume kawafananisha na babu yao, Ishaq, ndio kawaita hivyo lakini kasema watakuja katika akhiru zaman, zama hizi za mwisho, lakini kupitia Ismail radhi ya Allah amani ya Allah iwe naye. Kupitia Ismail ndiko palipatikana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi Waislamu tume babu yetu ni Ismail, tunafananishwa na Ismail. Kwa hivyo tutaungana nao na kwenda kukomboa huu msiki eh, hii huu mji wetu mkongwe huu mji una faida sana kwa Waislamu na kwa watu wote wenye imani ya nabii Ibrahimu alayhi salam, kwa sababu ndio mji ambao mara baada ya baba yetu Nuhu eh, nabii Nuhu alayhi salam kuweza kuweza kuondoka na safina, safina lilikwenda kutia nanga katika mji wa Constantinople, na pale ndipo maisha yalipoanzia wanadamu kwenda duniani kwenda duniani kote. Kwa ni mji ambao Kiislamu na historia kubwa na pana sana. Kwa hivyo ndugu zangu eh, wale ambao pia wanasema of course tutaendelea kuzungumza. Leo nafikiri sitakuwa na mengi sana na, kwa na mengi, lakini tufupishe muda. Tukijaliwa zaidi tutaendelea kuzungumza mengine zaidi katika vipindi vijavyo. Yapo masuala mengi sana ya kuzungumza. Kwa nini nimesema haya? Ndugu zangu, sasa hivi tupo katika wakati wa mwisho sana. Hata kama tukasema tufiche atutoweza kuficha tena tupo katika akhiru zamani kipindi hichi uongo ukweli ukiongeleka unachukuliwa uongo ukiongeleka unafurahiwa kwa hiyo kuna matukio lazima tuyaseme kuna matukio lazima tuyaseme Masih bin Maryam alayhi salamu anakuja na lengo la kuja sio tu kuja kuna tu anasema anakuja eti ana kazi ya kuja kwa kuvunja makanisa makanisa ni sehemu ya nyumba za ambazo ni za ibada kwa watu wa Wamasihi wa na masinagogi ni sehemu ya nyumba za ibada kwa Mayahudi na misikiti ni nyumba za ibada kwa Waislamu. Allah anasema katika Suratul Haji aya namba 40, lau Allah singelikuwa anawapiganisha watu kwa watu, basi zingelivunjwa vunjwa nyumba za watawa. Watawa ni wale watu ambao wanawahudumia makasisi wale wale watawa nafikiri mna, mnajua wale ambao wanawahudumia wale viongozi wa wa, Wakristo tunafahamu, zingelifunjwa nyumba za watawa makanisa na masinagogi masinagogi, ambamo ndani ya mke humo kuna tajwa jina la Mwenyezi Mungu kwa wingi chaona. Kwa hivyo kumbe ndani ya kanisa kuna tajwa jina la la Mwenyezi Mungu, ndani ya sinagogi panatajwa jina la, la, Mwenyezi Mungu. Ya sinagogi, jina la Mwenyezi Mungu na ndio maana rasuli akasema umma wa Isa umegawanyika makundi sabini na mbili yote yataingia motoni ila moja, lakini akasema umma wa, wa Mayahudi umegawanyika makundi sabini na ngapi? Sabini na moja, yote yataingia motoni ila moja. Na umma wa Kiislamu umma wangu utagawanyika makundi sabini na tatu yote yataingia motoni ila moja, hasa watu watasema hao manaswara wakati huu hawapo, walikuwepo wakati wa mtume. Allah ameongea kwenye Qur'ani, ameahidi katika suratul Imran aya nambari 55. Allah anasema atawaweka watu wa Isa kuwa juu ya wale waliokufuru mpaka yaumul qiyama. Ndio maana tunapata picha gani, kwamba Urusi ambao sahizi ndio ina asilimia kubwa ya wale watu wa masihi ambao wapo kwenye haki bado, kiukweli wake ndio itakaoshinda hii vita kuu ya tatu ya dunia. Na baada ya kushinda, manake ahadi ya Allah itakuwa imekamilika kwamba Allah atawaweka juu ya wale waliokufuru, yani wale mapagani haya ya Magharibi, ataweka ataangamiza haya kupitia Russia au kupitia Orthodox, yani Christians wakiwin, manake wale watakaa chini, wenyewe watakuwa juu, ndio watawala, ndio wenye nguvu wakati huo mpaka yaumul qiyama. Kwa hata Israel naye hataweza kumshinda Russia. Israel naye atakaa down Rua, Russia atakuwa uko juu. Allah ameteremsha sura nzima inayozungumzia habari za Wakristo Rum, Suratu Rum inazungumza habari za ushindi wa wa Wakristo wa, wa shida ni nini hii Qur'ani, tunaiimba siku hizi tunaiimba, watu wasomi Qur'ani hawaielewi tunaiimba tu, mtu anapita, hey, hey, hey, hey, hajui hata kinachozungumzwa mu nini, yeye anasoma tu, nimehitimisha juzuu 30 lakini huelewi kitu kicho kicho kisoma kile mwako. Yani hatuoni athari ambacho umesoma, kwa sababu tumeiimba tu. Qur'ani inaishia hapa. Hapa inaishia Qur'ani hapa, haivuki kuja chini, haielewi mtu, anasoma tu, kajawa na chuki, jaziba, kila kitu cha kwake katika kipindi kijacho inshaallah, ndugu zangu manaswara, nakuja kuwaelekezeni kipi sahihi mbaki nacho, kipi sahihi mwachane nacho, kwa sababu pia nanyi mmegawanyika makundi zaidi ya sabini kama mtume alivyozungumza kwao. Nitakuja kuzungumza namna gani mmegawanywa, na kipi mbaki nacho, kipi mbaki nacho mweze kukiacha katika kipindi hichi cha akhiru zaman, na kipi tuweze kufanya katika wakati huu wa akhiru zaman. Kwa leo usitokuwa usitokua na la ziada. Mwenyezi Mungu atuafikishe katika kipindi kijacho, usikose darasa lijayo kupitia hapa hapa, eh, zama za mwisho TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.